Wewe unaendelea kuomba kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kanisa, Mungu akukumbuke. Nataka nikuombee wewe ambaye pia unahitaji maombi, unahitaji maombezi. Nataka nikuombee, Mungu akutane na haja ya moyo wako, Mungu asikufungukie kwa lolote lile. Mungu ni mwaminifu anao uwezo wa kupatia ahadi aliyoahidi. Ahadi ya amani katika biashara yako, ahadi ya amani kwa watoto wako, ahadi ya amani kwa wewe unayemcha Mungu, wewe unayetafuta mkono wa Mungu ukupiganie. Mungu anaenda kukuonesha ahadi yake kwa jina la Yesu, pokea hiyo ahadi. Maandiko yanasema katika Isaya sura 26 mstari wa tatu na wa nne. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini Mungu. Atakulinda wewe ambaye moyo wako umemtegemea yeye, kwa jina la Yesu. Niko kwenye maombi kwa ajili ya kuombea wewe, kuliombea taifa, kuombea kanisa neno la matumaini siku ya leo kwa wewe uliyeleta mahitaji niweze kuomba pamoja na wewe. Mungu ameniambia atakulinda wewe ambaye moyo wake umetegemea kwa jina la Yesu. Wapo watu mbalimbali wamenipa mahitaji niweze kuwaombea, ambao sitawataja sana kwa majina, maana ni wengi kidogo, ila baadhi yao walionipa hayo mahitaji Mungu tayari amekwisha kutenda. Kuna maelekezo nimewapa ya kufanya: kila atakapoamka asubuhi aseme, asante Mungu kwa kujibu maombi yangu, umeponya mtoto wangu, umeponya biashara yangu, umeilinda, asante. Ninapokea katika maombi, ninapoendelea kuomba, ndani ya siku saba, ndani ya siku ambazo Roho Bwana ameniweka amenita katika kuombea taifa na kuombea wewe, Bwana anaenda kutenda. Biblia inasema utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Alafu ikasema mtumaini Bwana siku zote, maana Bwana ni Yehova, mwamba wa milele. Mungu ameahidi ahadi ya ulinzi kwenye biashara yako, ameahidi ahadi ya ulinzi kwenye kazi yako, ameahidi ahadi ya ulinzi kwenye moyo wako, ameahidi ahadi ya ulinzi kwa watoto wako, kwa ndoa yako, kwa kanisa, kwa taifa, wewe, kwa sababu umemtegemea. Alafu anasema na Isaya anasema mtumaini Bwana siku zote maana Bwana ni Yehova, mwamba wa milele. Kwa hiyo kwa sababu umemtegemea Mungu, mtumaini yeye siku zote, mtumaini yeye siku zote. Kama ulikuwa unatamani Mungu aguse moyo wako akupe nguvu ya kumwabudu katika roho kwe, na kweli, pokea hiyo nguvu na hiyo neema kwa jina la Yesu. Maana muwezi ukatoa zaka wala fungu la kumi, kama moyo wako hauko sawasawa sawa vizuri na Mungu, kama ile amani ya moyo haijatawala huwezi ukafanya hivyo. Wewe ambaye tayari unaguswa kufanya hayo mambo ni kwa sababu moyo wako umeamini kuwa katika Yesu yote yanawezekana. Umemtegemea. Mtu anayefanya hivyo tayari ameamua ku sacrifice kwa Yesu, ameamua kuteswa pamoja na Yesu, ameamua kufa pamoja naye, na ameamua kufufuka pamoja naye. Huyo ndiye aliyeamua kumtegemea na kujitoa kikamilifu, yeye, watoto wake, mali zake kwa Mungu. Maandiko nasema mahali moyo wapo wapo ulipo ndipo hazina yako ilipo. Nini ambacho kikiguswa sasa hivi unakufa? Unapata pressure na unakufa? Je, ni watoto? Je, ni hiyo biashara? Nini kikiguswa sasa hivi unapata pressure na unakufa? Leo wekeza moyo wako kwa Mungu naye atakulinda, kwa sababu moyo wako umemtegemea yeye. Lakini hii ni ahadi ya amani kwa wanaomtegemea lakini hawa wanaomtegemea wanatakiwa wamtegemee kwa moyo mmoja, bila kusitasita. Ukisitasita, Mungu huondoka. Moyo wako mmoja, uamini kwamba Mungu ndiye Mungu wako, nami nitamtumikia kwa fedha zangu, kwa familia yangu, kwa kila kitu kinachopita kwenye mikono yangu, nitamtumikia Mungu. Lakini kwanza moyo wako uridhie kumtumikia Mungu. Kama moyo wako na manunguniko, usitoe sadaka, usitoe sadaka, usitoe zaka, usifanye hicho kitu, usifanye. Baki na pesa yako, baki na pesa yako, unajitengenezea mfumo wa laana. Kama amani ya Bwana imetawala ndani yako, Toa. Toa. Kama unasema unaibiwa, usitoe kwa kunungunika, kusema mtumishi wananiibia, wachungaji wanaiba, wajirisi wanaiba, ustoe kwa moyo mmoja. Maandiko anasema Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa sita yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda, kama Yesu alivyoenenda ili ahadi ya amani ifanye kazi kwenye maisha yako, mwamini Mungu kwa moyo mmoja, mtumikie kwa moyo mmoja, jitoe kwake kikamilifu kwa, kwa moyo mmoja. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, yaani ameamua ya sasa Yesu akae ndani yake ndani ya moyo wako, umeamua yeye, wewe unayesema hivyo imekupasa kuenenda wewe mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Kama unaamini kwa moyo mmoja kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, inakupasa uenende kama Yesu alivyoenenda. Kwa hiyo wewe, ambaye umeamua kumuishi Kristo umeamua kujitoa kwa ajili yake, umeamua kutoa wengine, mnatoa zaka, mnatoa mafungu ya kumi, mnatoa malimbuko, wengine mnafanya ibada, mioyo yenu inapondeka mbele za Mungu. Amweni kufanya hivyo kwa moyo wenu wote, bila kusitasita, ntamwona Mungu mw. ninapoendelea kuomba katika maombi yangu, kama hutasitasita, Mungu atakutendea pia. Ninaikemea na kuisambaratisha roho ya kutokuamini kwa sababu umeshajitoa na kuona kwamba hapa ndipo mahali sahihi ambapo Mungu atakutana na wewe akujibu maombi yako. Mungu atende kwenye maisha yako, Mungu atende kwenye familia yako, Mungu atende kwenye jamii yako, Mungu atende kwa watoto wako, Mungu atende, atende, atatenda. Amini kwa moyo mmoja, amini kwa moyo mmoja. Usitoe zaka kana kwamba unamtolea mtu Toa kwa sababu moyo wako tayari umekombolewa. Kama unasikia walaki ni ndani na uzito wa kufanya hivyo, usifanya na kushauri usifanye, usifanye, usitoe fungu la kumi. Kama ndani unasikia uzito, nenda kwenye ungamo, nenda kwenye toba, Mungu ondoyi roho, alafu nenda katoe zaka yako, katoe fungu la kumi hakikisha unatoa kamili, lakini moyo wako kwanza, Mungu anauhitaji kuliko vyote. Anataka moyo wako umwabudu yeye, halafu hayo mengine atakufundisha jinsi ya kutoa. Hayo mengine atakuelekeza jinsi ya kutoa. Ukiona huwezi kutoa fungu la kumi, huwezi kutoa sadaka, ni kwa sababu moyo wako hujamkabidhi Mungu, hujamtegemea Mungu kwa moyo mmoja. Upo kwa Mungu, upo kwa waganga, upo kwa Mungu huko, ukizani hupo kwa Mungu huko huku Kuja mkabidhi kwa moyo mmoja. Labda imani yako umeiweka kwa mchungaji, sio kwa Mungu, au imani yako umeiweka kwa nabii fulani, sio kwa Mungu, au imani yako umeiweka kwa askofu, sio kwa Mungu. Mtegemee Mungu kwa moyo mmoja. Ahadi ya Mungu itashuka kwako pale utakapomtegemea yeye kwa moyo mmoja. Duniani kuna sarakasi nyingi, lakini Mungu ni mmoja. Mungu wetu sio mungu wa sarakasi. Mungu wetu ni Mungu wa kuponya kila roho zilizoumizwa na, na kuganga majeraha. Mungu wetu ni Mungu wa kukupa amani na kurejesha kile kilichoibiwa na adui na kukufanya uwe na furaha katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa damu na nyama. Hata yanapokuja mabaya, hutayaona wala hutayasikia, kwa sababu Mungu atakupatia amani ndani ya moyo wako, kama Stefano alivyopigwa mawe mpaka akafa wala hakuona shida, akasema: Mungu mikononi mwako inaiweka roho. Amani ya Mungu ndiyo inayotawala ndani ya mtu aliyejazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ana uwezo wa kutoa chochote alicho nacho, kama Zakayo alipomwona Yesu alirejesha vile ambavyo alimwibia watu, akarejesha na zaidi, kwa sababu ndani ya moyo wa Zakayo aliingia Roho Bwana, aliingia Yesu. Yesu akiingia ndani yako hutaona ugumu wa kutoa zaka, wala fungu la kumi, hutaona ugumu wa kuomba utaona ugumu kufanya maombi. Kwanza kabla hujatoa omba. Kanuni duniani, kanuni duniani ya kwanza duniani inayoongoza duniani, omba kwanza, fanya kazi, toa. Unataka kutoa fungu la kumi? Omba kwanza. Omba kwanza, hakikisha hujadanganya. Anania na Safira walidanganya, ndipo mtumishi wa Bwana alipowaambia Hamjamdanganya Roho Mtakatifu bali Mungu. Chochote unachokifanya kama ufanyi kwa moyo mmoja, unadanganya au udanganye Roho Mtakatifu peke yake, unadanganya Mungu kwa sababu Mungu ni Roho, nao waabudu yawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Unataka Mungu akujibu. Usiwe ni mtu wa kusitasita, usiwe ni mtu wa kusitasita kwa jina la Yesu. Lakini pia katika hii ahadi ya amani ambayo inakuelekeza kumtegemea huyu mungu kwa moyo mmoja, hii hii ahadi ya amani ukisoma tena katika kitabu cha Mathayo sura ya 18 na anakuambia karibu kabisa na mbinguni. Hii ahadi ya amani inakupeleka inakupeleka karibu kabisa na mbinguni kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. ka wewe ambaye Mungu amekupa hiyo ahadi tayari, umekusanyika mbele za Mungu. Wewe ambaye moyo wako uko huru katika kumwabudu, umekusanyika mbele za Mungu kwa hata utakapokusanyika nyumbani kwako na watoto wako, mnamwabudu Mungu katika roho na kweli, ahadi ya amani inakuwepo katika familia ahadi ya amani inakuwepo katika biashara. Ahadi ya amani inakuwepo katika kila eneo ambalo upo ni kwa sababu tu unamtegemea Mungu kwa moyo mmoja, ndio maana ahadi ya amani inakuwepo kwa jina la Yesu. Uliekusanyika kwa ajili ya taifa la Tanzania, ahadi ya amani iwe uliekusanyika kwa ajili ya kanisa, ahadi ya amani iwe uliekusanyika unaombea watoto wako na familia na biashara, ahadi ya amani iwepo kwa jina la Yesu Kristo. Watoto wako wanaumwa, ahadi ya amani itakuwepo. Ahadi ya amani itakuwepo nini? Ambacho unamwahidi Mungu kwamba Mungu ukiponya mtoto wangu, Mungu ukisaidia hii Mungu nitakutukuza, nitakushukuru kwa moyo wote, moyo wangu utakushangilia, sitaona haya mbele za watu kumsema Mungu aliyeponya mtoto wangu. Ahadi ya amani ndio itakufanya hayo yote afanyike kwenye maisha yako. Ahadi ya amani ahadi ya amani, ahadi ya amani inakuja na baraka kuilima ardhi. Isaya sura sitini na moja mstari wa kumi na moja maana kama nchi itoavyo machipuko yake na kama bustani ioteshavyo vitu vilivyopandwa ndani yake, ndivyo Bwana Mungu atakavyootesha haki na sifa mbele yako wewe mwenye ahadi ya amani, inasema mbele ya mataifa yote. Taifa teule la Mungu, ninaomtegemea Mungu ni wewe, una ahadi ya amani uliyoahidiwa na Mungu na leo ninakutamkia kwa jina la Yesu, Mungu akaioteshe hiyo amani, Mungu akaoteshe chipuko la amani ndani yako uponyaji ndani yako kama bustani ioteshavyo vitu vilivyopandwa ndani yake. Mungu ataotesha haki na sifa mbele yako, haki ya kumtafuta Mungu, sifa ya kuliadhimisha jina lake la muda wote, na kuona hakika hakuna kama yeye kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, jina lenye nguvu, lenye mamlaka. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Baba ninakushukuru, kushukuru kwa mtoto wako ambaye umeahidi ahadi ya amani kwake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba neema neema na nguvu, nguvu, nguvu ya uponyaji kwa mtoto wake huyu, anayeomba mtoto wake aponywe. Bwana msaidie, msaidie mtoto wake aweze kutembea kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Yale maelekezo ya, ya Roho mtakatifu uliyoyatoa yakafanya kazi sasa, akasimame, ninaamuru mtoto, simama ulipo kwa jina la Yesu tia nguvu miguu yake, tia nguvu, kwa jina la Yesu. Mafundo ya miguu yake kwa jina la Yesu apate nguvu na kusimama kuanzia sasa katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema, pokea neema kwenye biashara, biashara yako ifanikiwe. Wewe uliyetoa zaka, fungu la kumi, kwa moyo mmoja, kwa ahadi ya Kristo bila kukata tamaa, pokea, pokea, zidishiwa, zidishiwa zidishiwa kwa jina la Yesu. Pokea mazidishio. Mungu afungue milango ya baraka. Mungu afungue wateja kwenye biashara yako. Mungu afungue aongeze kamisheni na kamisheni ziongezeke kwa jina la Yesu. Wateja wamiminike kwa jina la Yesu. Mungu akupe kampuni, Mungu akupe ofisi kubwa, Mungu afungue, Mungu akupe watendakazi waaminifu, Mungu afungue milango kwa jina la Yesu. Wewe ambaye ndoa yako haina amani, Mungu alete amani kwa jina la Yesu. Mwasisi wa ndoa ni Mungu. Kuanzia sasa ninatamka amani kwenye ndoa yako katika jina la Yesu Kristo. Yeye anayevuruga hiyo ndoa, kuanzia sasa akavuruge, kuanzia sasa akavurugwe kwa jina la Yesu na mpiga upofu adui wa ndoa yako, kuanzia sasa kwa jina la Yesu, kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Hiyo nyumba unayojenga ninaamuru kuanzia sasa, sasa, fedha zimiminike hiyo nyumba hicho kiwanja unaotaka kukinunua, na inatamka kuanzia sasa, iwe hivyo. Pokea fedha za kununua, pokea fedha za kununua, pokea kwa jina la Yesu kupitia kazi ya mikono yako, kupitia kazi ya halali ya mikono yako. Kupitia hiyo kazi ya halali ya mikono yako, ninabariki hiyo kazi, ikalete fedha kwa ajili ya kununua kiwanja, ikalete fedha kwa ajili ya ujenzi, na ukalitukuze jina la Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Wewe unayeumwa, kuanzia sasa ninatamka uponyaji juu ya maisha yako, ninatamka uponyaji juu ya maisha yako, ninatamka uponyaji juu ya maisha yako. Kuna mtu mmoja anaitwa Lubashi ameniambia nimwombee, nimwombee engo zote nazozitaja, Bwana tayari ameenda kuzifanya kwa jina la Yesu. Wewe unayeitwa James unaumwa, una tatizo la maumivu, maumivu yoyote katika mwili wako, kwa jina la Yesu ninatamka ile ahadi ya uponyaji kwenye mwili wako kuanzia sasa, yeyote anayesababisha nguvu ya maumivu anayosababisha roho ya mauti, kwa jina la Yesu akaaibishwe. Kuanzia sasa pokea uponyaji, kuanzia sasa pokea uponyaji, James. Kuanzia sasa wote ambao wameendelea kuomba ni waombee, Mungu asiwapungukie kwa jina la Yesu, pokea hiyo neema, amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unayeguswa kuweza kuchangia kwa sadaka yako Mungu akubariki kipindi hiki kinaruka kwenye mtandao wa kijamii TikTok pamoja na YouTube. Unaweza ukachangia kupitia namba unazoziona chini ya screen. bangu ni 0782201922 0788525913, au 0714037450. Unaweza ukatumia hizo namba kutuma sadaka yako kwa ajili ya kuwezesha kipindi hiki kiendelee, eh, kurudi hewani. Mungu akubariki sana. Usikate tamaa, usikate tamaa. Yesu anakupenda. Amen. Shalom. Yesu anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi.